Na huduma hii, sisi kama Joseph Waswa Foundation tumefikia, eh, tume, eh, mipango zote za zile sheria ambazo, eh, wizara ya afya inataka iko na idhini ya kutuwezesha tufanye jambo hii ambayo tunafanya siku ya leo. Na sisi pia hatuna uwezo wa kufanya matibabu hapa kama tuko na hatuna uwezo wa kufanya hiyo surgical hapa. Tukipata case tuna, inakuwa referred to a, a good facility ambapo tumechagua pale Maxcare, kama ni operation zote zitakuwa zinafanyika pale Eh, tuko na ambulance zetu hapa ambazo zinatusaidia kusafirisha wale wagonjwa ambao wanaenda kufanyiwa admission ili waweze kupata matibabu. So eh, mimi nachukua fursa hii kuhimiza wakazi wa Webuye West ya kwamba huduma hii ambayo Mheshimiwa Joseph Waso anafanya kupitia mkanda wake wa Joseph Waso Foundation ni huduma nzuri sana kwa wananchi nazidi kuwahimiza kwamba waendelee kujitokeza, kwa sababu tumerudi kuendelesha hii huduma na tutazidi kufikia kila mtu ambaye ako na shida na hawezi kupata labda uwezo wa kupata hiyo matibabu ambayo inatakikana. E, sisi tulikuwa tumejua labda tunakuja kutana na watu hamsini uh, ama mia moja lakini vile mnaona watu ni wengi, watu ni zaidi ya mia tatu. Kuna wale ambao wako na medical cases na kuna wale ambao wako na surgical cases so wote watahudumiwa, lakini kwa viwango tofauti. Wale wa medical cases watahudumiwa hapa na wanarudi nyumbani, wanapewa tu dawa eh, zile za kutuliza labda maumivu ama zile shida ambazo wako nazo ndogo ndogo. Lakini wale wenye wako na surgical cases so far eh, kikundi ya kwanza ambayo imetoka tumepeleka watu 15 ambao hao tayari wanaenda kuadmitiwa leo tayari. Wengine washapatikana hapa, najua ni zaidi ya 15 tena wakati ambulance inarudi itawachukua tena iwapeleke kwa facility ku, ili wapate ku admitted pale Webwe. Mimi eh, labda ombi langu tu kwa eh, wizara ya afya na county government ni ya kwamba wakumbuke hawa watu wa chini, kwa sababu wako na mashida mingi sana ya kufika kwa hospitali na kupata matibabu iliyo bora, na sisi kama eh, eh, kando wa Joseph Waso Foundation tunajaribu jinsi iwezekanavyo ili kupata zile madawa ambazo labda e, wakazi wa Webuye West sasa kama leo wa kuywa hapa wameenda kwa facility na wakakosa. So kuna madawa ambazo sisi through the government tumezi procure tuko nazo kwa zetu, tuna madaktari hapa waliohitimu vizuri wako na uwezo ya kuangalia huyu mtu anagonjeka ugonjwa gani na wakampatia ile dawa ya kutuliza e, labda magonjwa anako nayo. so ombi langu ni kwamba county government e, kupitia wizara ya, ya, ya afya wakumbuke tu hizi eh, hizi facilities zenye ziko katika mawodi hizi, madispensaries so that hao watu wetu wapate tiba iliyo bora. Kwa majina naitwa Wafula Heldu Msungu, mimi nikiwa registered clinician nafanya na shirika la Upendo Health International ambalo linashughulika na kufanyia watu upasuaji wala ambao wako na shida zenye zinafaa upasuaji, lakini hawajakuwa na fedha ama hawana uwezo kurahisi hiyo pesa ya kufanyiwa upasuaji sasa, tukiwapata wanafunguliwa SHA, then SHA inatumika wanafanyiwa surgery for free. Alafu, pia kulaza kwa ward, pesa ya dawa patient hata lipia. Kila kitu anafanyiwa bure mpaka follow up vile anakuja kwa clinic pale Upendo Center Webuye, eh, hapo Sweet Waters. Mi naweza ambia mwananchi ule ambaye maybe hajapata eh, habari kuwa SHA inafanya sha inafanya hiyo. e, ni mambo ya siasa tu e, wanasiasa wameweka kwa mambo ya siasa kwa hii mambo ya sha, lakini inafanya inafanya inasaidia wagonjwa e, tunahimiza watu wengi wafungue sha. Hata kama wewe si mgonjwa ufungue sha, inaweza kusaidia, hauwezi jua ya kesho itakuwaje, lakini inasaidia. Naongea kuhusu huyu Hendrix, nashukuru siku ya leo metuletea matibabu ya bure yale yenye hata tukuwa tuone kutoka huko nyuma. Kwa hivyo, Mheshimiwa, tunashukuru uendelee hivyo hivyo. Engine kwa hisi kikho, tunaweza kupata matakiliko kwa hisoko. Ni soko kupwa, lakini hauna watu. Hata siku ya Jumapili wana mahali pa kuenda soko kupwa na watu wengi, lakini mahali pa kuenda, wako wako, wanaangaika tu wa kuenda kwa kwa, kwa, kwa mahindi ya wenyewe bila kila choo papa, utusaidie ili tuwe na vio kwa hii soko yetu ya kunywa, na oendelee na maendeleo mengine kama pasari. Watoto kwa shule siku hizi hata tuone mambo ya pasari, utusaidie ili elimu iendelee juu ma, baada ya makonjwa sisi huwa tunahangaika kutoka ama hapo mpaka wetu ama hapo msimu kulikuwa na karama kwa huko sisi atuwezi baba. Sasa ukikuja huko mheshimiwa, utakuwa kikusaidia yako ili umefanyia leo ili, indi, na siku ile utakushukuru taindila kuina. Ninaitwa Betty Vakoya Sasaka. Nimekuja hapa kwa ajili ya magonjwa mbalimbali. Ninatoka eh, Kuywa area Kuywa sublocation Kuywa location. Sisi tunaumia sana kulingana na magonjwa mbalimbali, magonjwa kama ya kisukari, andritis, presha. Sasa zingine tukienda kwa hospitali, wanatuambia hakuna dawa mama, uende ununue, na tuna pesa ya kununua. Sasa tunakupa sifa Bwana Joseph Lendrix Waswa kukuletea utuma bora ya bure hapa Kuywa. Tunapika asante sana, kwa sababu tunaendanga kwa hospitali, wanatuambia mama, kuna dawa sasa, tafuta pesa. Wanaandika, lakini wanakuambia enda kununua na natuna pesa. Wana Waswa mheshimiwa, endelea na huu mradi, Mungu akijali wa tutakukumbuka. Wana umetuletea ambulensi, mimi nikishindwa hapa ambulensi itatoka Webuye ikuja imichukue kwa ajili yako. Sasa ninakupa hongera, endelea na huo uwo mwoyo na no uendelee kuponyesha watu wa Webuye. <laughs> wesi asi aholi. Kabana wetu tunakuomba, ukipenda tukapa na, Sitikho Health Center haina madawa hapa Kuywa market, ukipenda utuletee madawa ya kutosha wakuutumie. Sisi kama watu wenye wasio kuweza kutembea mpaka huko juu, kwa heshima yako bwana gavana, tunakuomba, tunaumia. Hata ukienda kwa hospitali hakuna vifaa, wanakuambia mama, ukitaka kupima kitu kama arthritis, ati uenda Webuye. Ukienda Webuye, ati mashini imekataa kufanya kazi, utarudi, wanakuandikia tena barua ya kurudi Webuye na una transport sasa utuletea vifaa kwa Kuywa Health Center. Awa Mheshimiwa.